Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, tupo Facebook, tupo YouTube na mitandao mingine, TikTok. E, utatukuta sisi, tunaangazia habari za vita na mapigano yanayojiri katika eneo nzima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaangazia habari za siasa na masuala mengine muhimu, biashara tunazitangaza pamoja na vipindi mbalimbali vya kitamaduni vinavyoweza kukuelimisha na kukuhakikishia wewe Mkongomani unatambua, unajua kipi kinachojiri na kuendelea katika nchi yako. Kwa hiyo unaposoma video hii, usisite kujiunga na channel za kwetu, utakuwa wa kwanza kujipakulia kile ambacho tumekiweka. Asante sana na shukrani kwako wewe ambaye umekubali. Uvira, Uvira, Uvira. Uh, watu wa Uvira nataka niwaambie mambo mawili peke yake. La kwanza, Rais Felix Tshisekedi Chilombo haiko madarakani kwa kuua raia wake wala kabila la Wanyamlenge. Hiyo ni uongo, uongo mtupu. La pili, kitendo mv inafanya Uvira, serikali ya Rwanda inataka kujionyesha mbele ya mataifa kwamba walikuwa wanatetea watu ambao wamekosa haki kama raia wengine. Hiyo ni uongo. Serikali ya Rwanda ni chura ambayo imejivika ngozi la kondoo, na nikiambia raia wa Kinyamulenge wako maeneo ya Uvira, msiwafuate na kuwasikiliza watu ambao wameamua kuichoma nchi yao kwa mikono miwili. M23 na FC ni watu ambao hawana nia njema na taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukrani. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, tupo Facebook YouTube na mitandao mingine, TikTok. Utatukuta sisi tunaangazia habari za vita na mapigano yanayojiri katika eneo nzima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaangazia habari za siasa na masuala mengine muhimu, biashara tunazitangaza, pamoja na vipindi mbalimbali vya kitamaduni vinavyoweza kukuelimisha na kukuhakikishia wewe, Mkongomani, unatambua unajua kipi kinachojiri na kuendelea katika nchi yako. Unaposoma video hii usisite kujiunga na channel za kwetu. Utakuwa wa kwanza kujipakulia kile ambacho tumekiweka. Asante sana na shukrani kwako wewe ambaye umekubali Hope Music